uko hapa Bakarani almost karibu 23 good. Uko hapa naendeleza hii shughuli ya pweza. Nashukuru alhamdulillah, nimefahamika. Ni wengi wanamfahamu Salimu ni mtu gani. Ala kuli hali kusema alhamdulillah. Uh, Salimu Pweza, hebu kwanza tueleze vipi ulijua kusoea mambo na supu ya pweza? Nilianza hii shughuli ya pweza mwenyewe nikabuni ya kubuni, watu wakafurahia, alafu nikajiongezea ujuzi, ambapo kwamba nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambao kwamba alikuwa yuko nje, alafu akaja hapa kwetu Kenya akiwa na wenzake, akafunga hapo bandari yetu Mombasa wakanialika kiasi hapo namna pweza kutengeneza, nikaenda wao, nikaonyesha namna na kutengeneza, lakini kwamba kwamba kwa, kwa wao zaidi wana ujuzi kuniliko. Nashukuru alhamdulillah, wakanipa ya kunipa, nikajiongezea ujuzi, mpaka leo hii nimefika mbali, alhamdulillah, kwa pweza iko juu au katika au watu walikuwa ni watu wa aina gani, ama ni watu wa nyumbani tu ndo walikufundisha? Hata kwanza kwa, kwa fubuni mimi mwenyewe, alafu kwa kujengezea ujuzi nilipata kwa wao wa Filipino kama nilivyoelezea kwanza, na mimi nilipokuja Mombasa hapa ikafunga hapo, baada ya kuelezea ujuzi wa kwangu na wao wakanizidi kunipa ujuzi. Kwa hiyo, nikashukuru yani, kwa kwao walikuwa much better kuliko kwa kwangu Alhamdulillah, ambako tofauti na watu wengine. Sasa kuna hii recipe imetoka kutoka kwao, no, mwanzilishi ni mimi, ila tu kwao nimepata ujuzi zaidi. Mimi kivango niko sawa, ila kwao nikaongezea baadhi ya mambo fulani, ndio ikawa much better kuliko hapo nyuma. Na kupatana nao, labda ulipatana nao kivipi mpaka mukafundishana kama hivyo? Ilikuwa kuna rafiki yangu mmoja ambaye kwamba alikuwa yuko nje huko kufanya kazi na wao. Sasa nilipojiweka kwenye mitandao akaona na akanijua ni mimi, akanambia, Salimu, wakati wote sisi tutarajia kuja Kenya kwa biashara zao wenyewe. Sasa yule rafiki yangu alipoingia tu hapa Kenya akani brief kwamba bado nimeasili na kwa bado nitakucall au wenzangu wanakuhitajia waone supu ya Kenya iko vipi na wao waipika vipi. Kwa hivyo ndio ndovupu kufika kwao ile ya kwangu wakaipenda, ila tu wakachukua ujuzi wa kwangu na wao kanipa ujuzi wa kwao, kwa hivyo tulishare ideas. Yeah. Na kama ninavyoona tu wengi kweli, mashallah wao waja hapa, kuna wengine labda wafanya hivyo, lakini kuna ujanja fulani ambao wewe ndo umewazi, umewazidi mpaka wao kuja huku wateja kuja huku. Yeah. Kwa sababu ya kwamba hiyo unavyosema wewe suku ziko kila mahali za pesa, ila tu kwamba hiya kwangu iko juu kuwaliko, kwa sababu wanavyopika wao na wanavyopika mimi ni tofauti, mpaka wajuliza maswali, ndio ni suku wa eza, lakini bonaiko tofauti naketu. Ni kwamba kwa leo mimi nimewashinda, nimeongeza ujuzi zaidi kupitia kwa marafiki zangu. Maana mashallah nimeona mpaka wengine wametoka nje ya nchi, wamekuja kwako mashallah. Customer shangau, kuna yote ambao wamekuja zaidi, yani paka ukashangaa alijuaje mpaka akafika hapa. Very good, kwa sababu kwamba kuna baadhi ya wengine kwamba wametoka town kutoka mtu hapa wamekuja wakapiga isuku hapa wakanambia, Salimamakeli, tumetembea kila mahali mauteli, wapi wapi wapi wapi wapi, na baadhi ya wageni pia kutoka Dar es Salaam kutoka wapi sehemu nyingi sana, ila kwamba kwa leo walipofika hapo walivyosifiwa nakuona kitu halisi, wakanambia ndugu yangu uko juu kufanani na mtu mwingine. faida ya supu ni gani kama gani? Yep. Wajua watu wengi, kila mmoja anakuwa na imani yake vile inavyompelekea, lakini faida ya pweza ina faida nyingi sana kwa binadamu, ila tu watu hafahamu akili yao wamepeleka mahali pamoja, na nikisema mahali pamoja ni kwamba kwa, tuelewa kwamba ni mahali gani, ila tu kwamba kwa supu ya pweza ina tiba kubwa kwa binadamu. Kwanza kwa tuache kwa wanaume, twende kwa kina mama, mama ambaye kwamba ni mzazi ambaye kwamba bado amejifungua, akitumia supu ya pweza maziwa yanakuwa ni mengi zaidi kuliko bila kutumia supu ya pweza. lakini akitumia supu ya pweza maziwa ni kwa, kwa mtoto wake yanatoka mengi zaidi tena yanakuwa na, na nguvu sana. Tukija kwa pande wa tiba, kwa pande wa mili inasafisha damu, mishipa inakuwa mizuri Figo, kwa upande wa figo afya inakuwa nzuri, ila kwamba kule ina muhimu sana. Kwa mtu aina yoyote anaweza kunywa na afya yake ikabadilika. Yeye washakuja watu kwa hali kama mbaya hivi, uka ukafanya matibabu kama yako yep. Nishawahi kupata baadhi ya wazazi waleabado wamejifungua, wamekuja aa maswali, wakaja wakaulizia hapa na naam, walipopiga hiyo supu waliona natija yake nini, na wakazidi kuambia wenzao, mbona wanawake ni wengi, wanapiga wanaume, wanapiga. Na ikiwa mtoto ana shida ya kimwili, ana magonjwa hapa na pale, ukimshikilia kumpatia supu ya pweza muda wa miezi mitatu wa mtoto, utashangaa kwamba leo chakula gani ambacho kitumia, ila kwamba kwa leo supu ya pweza ndio mambo yote. Alafu Ab Salim, nimesikia kuhusu mambo ya booster pia, huwa anasikia inasaidia sana kwenye mambo ya wanaume, watuambie japo ndio inafanya kazi kwa upande wa wanaume ila kwamba mpaka iwe ni hobi yako, sio kwamba tu kina siku moja kwamba utafanya hapana. Ni kwamba kwa leo ukianza kupiga ni, ni upige mpaka ianze kama wiki moja mbili hivi, ianze kushikana na damu yako, uta function zaidi kuliko hapo nyuma. Alafu kibei wewe unafanya kingapi? Bei bakuli moja tulianza hapo nyuma na sabini, sasa hivi tumefika bakuli moja ni 100 Mashaallah, mashaallah. Alafu hapo pia naona ulizia tiba asilia, wewe unafanya hapa pia tuna mengine kwamba tunau tiba asilia kwamba kwa maswala ya mtu akikozwa, tunamshulikia tunampea madawa na kuanza kumshirikia kwa uwezo wa Allah, muda wa miezi mitatu huyo mtu atakuwa sawa, ikiwa yuko kwenye hali amelemaa. Na ikiwa mtu pia ana uvimbe wa aina yoyote kwenye mwili, tunampea madawa, hiyo shida tunaimaliza. Na ingine pia, ikiwa joint imedislocate ama imevunjika na mtibu, ama ikiwa mtu ana shida ya gasi kwa tumbo. Yani, kwa ufupi tiba asilia inatibu mambo mengi kwa mwili. Kwa hiyo, mwakaribishwa, tuna ujuzi ambao leo tumebebea atibaazishi, tunatibu kiasilia na kizungu pia tunatibu. Kwa hivyo, nakaribishwa, tunaaminia tuna na mengi zaidi, utakunifikia, utapata mengi zaidi kupitia kwa Salim Pesa. Uh, Salim, juzi nilikuja hapa nikaona kuna mgonjwa mmoja alikuwa yuko hapa, alikuwa na furaha sana, nikamuuliza, akanielezea kuhusu mambo ya stroke, akasema wewe ndio ulimfanyia matibabu. Ilikuwaje kwani? Ndio. Huyo bwana alikuja kutoka Eldoret akafanywa kufanywa mahali pengine, alafu akapitia hapa kwangu, akaona maandishi ambayo nimeandika hapa, akaanza kuulizia ni vipi mambo yako, nikamwelesha vile hali ambayo ndio natibu. Nimeenda na yeye muda wa miezi mbili, mtu ambaye kwamba leo alikuwa hiyo, ni stroke imempiga mkono na mguu, ilikuwa hajifai ila kwamba kwambado kupitia kwangu na kwa uwezo wa Allah nimemshughulikia huyo mtu alhamdulillah. Nimempeleka kama ulivyowahi kumuona, nimeenda naye mpaka nimemsimamisha. Alikuwa haongei waongea, mwili umekataa mwili, alhamdulillah umetikia kwa uwezo wa Allah. Nashukuru alhamdulillah, naaminia niko sawa. Awana mtaka Ab Salim Wanaomtaka Absalim njoo Kisauni Bakarani, Kisauni Bakarani. Ukifika tu msikiti wa Bakarani kwa Bahero, piga simu mtu yoyote, uaweza kujia mtu yoyote weza tumano ama ukaelekezwa, kwa si mbali na hapo kabisa. Namba za simu, atasema mwenye Absalim namba za simu. Namba yangu ya wa simu ambayo unapatikaniwa ni 0721 44 40 13 0721 44 40 13. 0721 44 40 13. Ibiga hapo utanipata, tukifika Bakarani tu hapo, kunikoli nitakuja kuchukua. Ah, shukran sana, shukran.